Watu 80 wameuawa mjini Kabul, Afghanistan, baada ya bomu kubwa lililotegwa katika gari kulipuka karibu na eneo lenye balozi za nchi kadhaa. Zaidi ya watu 300 wamejeruhiwa na majengo kadhaa kuharibiwa. Balozi za Ujerumani, Ufaransa na China nazo zimeathiriwa. Nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta amezindua usafiri wa treni zinazotumia reli za kisasa. Mradi huu ambao ndio mkubwa zaidi tangu Kenya kujinyakulia uhuru ulijengwa na kampuni ya China kwa gharama ya dola bilioni 3.2. Treni zitasafirisha abiria na mizigo kati ya Mombasa na Nairobi. Kule Yemen, mamilioni ya watu wanakabiliwa na njaa zaidi. Katibu msaidizi wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kiutu, Stephen O'Brien, ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwa nchi hiyo inatishiwa kukumbwa na utata mkubwa zaidi duniani wa chakula. Kando na nchi hiyo kukumbwa na vita, pia imekumbwa na mlipuko wa kipindupindu. Wasichana 82 wa Chibok walionusuriwa kutoka kwa wanamgambo wa Boko Haram hivi karibuni wamefikishwa katika kituo cha serikali kinachotoa ushauri mjini Abuja. Wasichana hao watapewa nasaha kwa miezi 9 ndipo waruhusiwe kurejelea masomo yao na Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akipeana namba yake ya simu binafsi kwa viongozi mbalimbali wa dunia huku akiwataka kumpigia simu moja kwa moja. Wakitaka rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na waziri mkuu wa Kanada Justin Trudeau ni kati ya waliopewa. Hatua hiyo inakiuka itifaki na imeibua wasiwasi kuhusu siri na usalama wa mawasiliano ya Rais Trump.